1954 ndiyo ndio ilimpendeza Mungu kuzaliwa kwake mzee Mkaingilo katika kijiji cha Kipalapara mkoani Tabora. Baada ya kumaliza masomo yangu shule ya msingi, nilikuja Shinyanga hapa. Nilipofika hapa Shinyanga, nilifanikiwa kupata kazi katika shirika la maendeleo ya wilaya ya Shinyanga, Shedeko. Na baada ya kupata kazi hiyo, nilipelekwa sehemu inayoitwa Nindo, kule kulikuwa na lanchi. Elfu moja mia tisa sabini na tatu, alihamia mkoani Shinyanga na kufanya kazi katika shirika la maendeleo la Shinyanga, Shideco. Mshahara wangu ulikuwa ni shilingi mia mbili thelathini. Lakini kwa kipindi kile ulinimudu. Ilifika tisini na mbili, mashirika mengi yalilegalega kwa ajili ya uzalishaji. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, shirika ambalo nilikuwa nalifanyia kazi mmoja wa shirika la maendeleo la wilaya ya Shinyanga, ambalo ni Shideco, kwa kweli lishindwa kuendelea. Mzee Mkaingilo ni miongoni mwa wazee wengi waliochangia katika maendeleo ya Tanzania. Hata hivyo, kutokana na hali duni aliyonayo kimaisha, anakumbana na changamoto nyingi. Shughuli nyingi ambazo ilikuwa amba, ningeziweza kwa sasa siwezi nikazifanya. Kweli unaweza kwenda kwenye dirisha ukakuta la wazee, unapofika pale unapokelewa, kaeleza lakini ukapokelewa changamoto, inakwenda kwenye dirisha la dawa, unafika pale unaambiwa dawa hizi hazipo. Tungepatiwa sisi wazee bima labda ingetusaidia kulikoni sasa hivi hivi vyeti vya kuchukua kwenye serikali ya mtaa kwamba uende nacho, ni changamoto. Anasema kuwa anatamani kuona hali hii imebadilika. Uwepo wa sheria mahususi itakayowasaidia kupata huduma muhimu ikiwemo za afya, makazi na chakula inaweza kubadilisha hali ya sasa. hii sera hii ya, ya wazee iko, naomba kwamba labda iwekwe mkazo, iwe kama sheria eh? kwa sababu gani utakuta hizi, hizi kanuni mara nyingi zinatenguliwa eh? Sasa kama mfano kama hii hizi zingine nilizozitaja mwanzo zitakuwa kama ingekuwa zimekuwa kwa kisheria. Ningefika pale dirishani eh, nikakosa hizo dawa zingine kwa sababu ilikuwa kisheria. Eh? ninge ninge tafutia utaratibu mwingine ili nipate hiyo dawa za kuweza kunitibu mimi. Kwa Mzee Mkaingiro anategemea kufanya vibarua vya kulima kuendesha maisha yake. Kwa umri alionao inamuia vigumu, lakini hana namna nyingine, akisema kuwa iwapo mazingira yakiwa mazuri, huduma bora wana uwezo wa kuishi muda mrefu. Kasisi Kosta, Azam News, Shinyanga.